Kuna suala la jumla la uchimbaji wa michanga katika kata limekuwa likilalamikiwa sana. Nitumie kikao hiki mstaikimea kuelekeza bonde la wa Mto Ruvu, vibali vyote vimetolewa vya kuchimba micha, michanga kwenye mito visitishwe mpaka pale madiwani pamoja na watendaji watakapokuwa wamekaa kwenye vikao vyao na kujua hali ya mito iliyoko katika maeneo yao. Waheshimiwa madiwani, nendeni hili mkalisimamie kwamba ni lazima tuhakikishe kwamba wananchi wanakuwa wako salama, lakini linaenda kufanyika Mstahiki Meya pamoja na waheshimiwa madiwani. Ni marufuku kwenye wenyeviti wa mitaa kuweka mihuri kwenye migogoro, kwenye mi, mikataba ya kuuza ardhi, ni marufuku. Naomba jambo hilo tulichukue, na ni nalitoa maelekezo kama hivyo, mwenyekiti wa serikali ya mtaa usiweke muhuri wa serikali kwenye mkataba wa mahusiano kwa sababu unaigeuza serikali kuwa shuhuda au shahidi kwenye mahusiano binafsi. Pia kama mwananchi wangu yule wa Kibamba, kama anayo haki katika sehemu ya siku ya mita elfu mbili anazodai anazo miliki wake, basi kuema swala hili niweze kuchunguzwa na kuweza kupata dalili sahihi. Mheshimiwa msaidizi, naomba hii no. kuwasilisha sana. Wananchi wametuamini kwenye hili nafasi, twende tukaifanyie kazi ili tukatatue kero. Lakini niendelee kumshukuru pia mkurugenzi sana, mkurugenzi nakushukuru sana, pia shukuru sana kwa sapoti yako. Unatuendesha vizuri, unasimamia miradi yote ya maendeleo nu kueza sana. Lakini pia niwashukuru pia wataalam ambao tuko nao ndani wote wakuwa idara, nawashukuru sana kwa sapoti yenu, tunashukuru atua sapoti sana namuona mtaalamu wangu pale wa TARURA jina nikushukuru sana kwa kazi nzuri unaendelea kuifanya, wote. Naendelea pia kuwashukuru Chama cha Mapinduzi pia kwa kusimamia kwenye masuala ya ilani mwenyekiti pamoja na katibaezi euona kini kwenye, kwenye upande wa serikali pia mheshimiwa DAS nashukuru sana pia kwa kuendelea kutupa support sana na ofisi pia mkua mkuo. Kamati imejipangaje kwa sababu maeneo mengi yanajengwa kiholela na, ki na, serikali ipo, serikali za mitaa zipo, na viongozi wa serikali wapo, wengine wamesaini, lakini ukienda maeneo yale yanajengwa kiholela. Sasa inafika sehemu, maeneo mengine hata njia hazipitiki, lakini waliohusika ni serikali. Nataka kujua kama kimejipangaje kuhakikisha kwamba inadhibiti hawa watu ambao wanakuwa wanafanya hivyo vitendo kwenye upande wa serikali na kuingiza sasa lawama kwa serikali baada ya kuwa itatekeleza majukumu yake Kumbe kuna viongozi ambao sio waaminifu, walikuwa ni wabadilifu, waliohusika katika mpango huo, tunapokwenda kutekeleza mpango wa kuhakikisha kwamba tunapitisha zile njia ambazo zimefungwa.